Stesheni yetu inaitwa Aofi inatunza taratibu, na yenyewe imeweka tafsiri yake. Wakfu inarejea kufanya mali isiwe ya kurithiwa, na tabia yote inayopelekea kuhamishwa umiliki na kutoa faida au zao la mali hiyo kwa walengwa. Katika sharia wakfu inahusu kutoa kwa hiari e, inaelezea thamani inayokubalika na imepeleka imepatikana hiyo mali kwa njia ya halali, usiwe umebeti ukapata mali ukasema hii mimi naitoa, haifai ile mali ya kubeti sio haramu, au umenyang'anya, umedhulumu huku u, ukatoa, au umeuza e, vitu vya haramu, madawa ya kulevya na vitu vingine, ukawa na baa yako nzuri, ukasema nataka, wanasema e, katika upande wa pili sasa, nimeokoka. Kwa hiyo uka, ukatakatisha mahali ile, bado inabakia kuwa haifai kutolewa wakfu. Na tulipata maswali kuhusu, je, watu wa upande wa pili au wasioko Waislamu wanaweza kutoa e. Na ili shekhe, pengine katika wakati wa kujumuisha, anaweza kulizungumzia. Waama, katika vita vya Uhud, kasisi mmoja wa Kiyahudi alipigana bega kwa bega na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila kinasema aliwahi kusilimu, mwingine anasema hapana, lakini alizo aliwaasa watu wa kabila lake, wakamkatalia wakasema, sisi hatuwezi kupigana leo kwa sababu leo ni sabato. Kwa hiyo hawakwenda kupigana na huyu alitoa mashamba yake saba au wengine wanasema manane. Haya mashamba e, tunaita sisi bustani, inakuwa na vitu vingi, matunda na maji mazuri na hivi na kila kitu, akayandika e, kwa usia wake, na akatamka kwamba nampa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yatumike kwa njia anaona yeye inafaa. Sasa wapo watu wa upande wa pili wanatoa wakfu, na hili ni moja ya suala hawa, hii inafaa au haifai, ni swali pia tuliulizwa na hatukupata nafasi ya kulijibu katika busati la Mtoro. Kwa hiyo Shekhe, tutakupa nafasi uh, utuongoze Je, e, watu wengine wasiokuwa Waislamu wakitoa wakfu zinakubalika au vipi? Ulitueleza e, wat, watoto wadogo haifai e, kutoa mpaka labda watakapokuwa bali, na hii ni sheria e, tanzu kwa mikataba yote na contract zote, hao wanaitwa watoto wadogo minors kwa hiyo e, watakapofikia ule umri, tumeona lingine hapa e, tukiacha hii hadithi ya Ibn Umar ambayo umeielezea vizuri na hadithi maarufu ya sisi watu waso, tunaojifunza funza, ni hadithi ambayo inapendelewa sana kutajwa, idha mata bni adam au idha mata linsan, anapokufa mwanadamu kitu cha kwanza kilitajwa katika hadithi hii ni swadaka tunjaria, sadaka inayoendelea, au elimu yenye manufaa, au mtoto mwema. Na hawa hii yawili yote zinaingia katika pia katika sadakatun jaria vinaingia hii mtoto mwema na ilmu ya manufaa, na vyenyewe ukiacha, vinaingia kwenye sadakatun jaria. Sasa hii hadithi maarufu tunaitumia sana kwamba mtu anapokufa hakuna kinachomfaa, na inaleta wakati mwingine debate hapa na pale. Okay. Shehe ametuelezea juu ya lan tanalul birra kwa kwa ufasaha zaidi, na mimi sitaweza kuiongezea, na akipata wakati ina ina shehe yake nzuri pia akatupitishia. Sasa wakati wa mtume na baada ya mtume, wakfu zilikuwa zinawasaidia Waislamu athari yake au dalili ni vitu ambavyo vipo mpaka leo pale Madina. Tumeona hoteli moja kubwa imejengwa nzuri Yesen Uthmani, lakini kuna athari za kina eh, Abdurrahman bin Aufi na wengine wameacha athari kubwa. Sasa iko mifano ya vyuo. Okay. Sheikh, nitaomba usummarize tuna dakika tatu. Ah, basi naomba niende mwisho kabisa nina slide mbili. Slide mbili za mwisho kabisa hapa e, tu kwanza, Slide mbili za mwisho Bwana ionekane nimeshafika kwenye shukrani. Slide nitachukua nafasi moja iliyonipa nguvu ya kuweza kusimama ni mimi ni mwenyekiti wa Aukafu Tanzania, na mwenyekiti anahuwa ana maneno yake mara nyingi ya kusema, na mimi ningependa kusema Aukafu Tanzania ni chombo jumuishi, kilianzishwa na taasisi 54 na zingine E, katika usajili zinafikia sitini, ni inajumuishi au inajumuisha aina mbalimbali mbali, za taasisi za Kiislamu na mitazamo yao na imani zao na nini. Haziko taasisi za kishia, lakini e, kila aina ya taasisi za ahli sunna wa jamaa ziko na bado hii aukafu Tanzania itakuwa katika miaka ishirini na tano inayokuja ni chombo kiunganishi. Hakina tofauti na ya mtazamo wala ya manhaji wala ya ukereketwa, haina. Na tutaendelea kutoa ilmu na dawa juu ya wakfu Tutaweka kanzidata na kusaidia mifumo na kuta. Kupitia jopo la wanasheria tumesha wa identify tutawaweka kwa ajili ya utetezi au sulhu kwa mashauri yote ya wakfu. Tutafanya utafiti juu ya wakfu na taratibu e, zitakazoleta tija zaidi na itajenga mahusiano ya vyombo vya ndani na vyombo vya nje. Na sasa nizungumzile, katika jumla ya misukosuko tuliokuwa tumepitia tuliimaliza, na tumepata sapoti kubwa sana kutoka mabaraza yetu yote, kwanza kuanzia baraza kuu e, la Waislamu Bakwata, na ilitupa zile barua za kwenda wizara ya mambo ya ndani na vile vilevile e, Rita, na ilikuwa jambo gumu kufikia sababu tulikuwa tujieleze sana na tuonyeshe e, vielelezo mbalimbali, lakini baraza kuu e, Islamic Foundation e, Hayatul Ulama na vyombo vingine vyote vikubwa vile vimetusapoti, vime tena kwa maandishi na testimony, hizi zinatupa nguvu sana sisi. Tunatoa shura na shura tunayotoa ya mambo matano, kwanza hii taasisi ya wakfu na dhana ya wakfu imetuunganisha, tushikamane nayo. Kule kuna waatasimu bihablillahi jamia, na huku katika hili tushikamane na kamba hii, wala tafaraku na wala tusifarikiane. Ikiwa sisi ambao mmetupa majukumu ya kuongoza, mnaona hatufai, tubadilisheni hata kesho na uwezo huo mnao, mtaniambia mimi tuad, tuitishe mkutano mkuu, nitaitisha mutubadilishe, na sisi tuko radhi. Pili, tuwe na hima ya kutoa wakfu kwa namna yoyote. Hima iliyopotea tuirejeshe, lakini wale watu waliokuwa wanatoa zamani kidogo kidogo, huu utaratibu wa keshu wakfu utawezesha kutoa kidogo kidogo, kidogo kitajumuishwa kitakuwa wingi na kitaweka kita idadi ya wingi kwa Mwenyezi Mungu, sawa sawa na mtu aliyotoa kikubwa, atalipwa kama aliyo mtu aliyotoa maghorofa na dhahabu na viwanja na nini. Mwenyezi Mungu atamlipa kwa namna hiyo. Halafu sisi tunaochukua dhima ya kusimamia mali za wakfu, turudi kwa Mwenyezi Mungu, tuwe waadilifu. Uadilifu umepotea, tunamwomba Mwenyezi Mungu mioyo yao ailainishe, warudi kwa Mwenyezi Mungu, wawe waadilifu. Warithi wa mali na wenyewe, tunaomba tunawaomba zile e, wasia wanazoacha basi wasiende kinyume nazo na ka, kesi nyingi huwa zinaletwa hapa Temeke. Hapa kuna mahakama ya, ya serikali inayosimamia mirathi. Wanachowaambia, wanaambia andikeni tangazo kwa siku tisini, kama kuna mtu yote ana madai juu ya mali hizi zinatajwa zile mali aleti. Siku tisini zikipita, hakuna sababu. Sisi hatujui hatukuambiwa, wale warithi ndio wameambiwa, na wao wamega wanaweka lile tangazo basi. Mali ile wale watoto wanaichukua, wanaifanya kwao. Mwisho kabisa, tuendelee kushirikiana. Hizi taasisi zote tumepata mafanikio katika miaka mitatu kami iliyopita makubwa sana. Baina ya taasisi wamepata kuzinduka na tumewasaidia kuwaelekeza, wamewekeza na wameweza kushirikiana. Hatutaki kutaja, lakini mifano mnayoona, wa hadha min fadhli rabbihi.